Serikali imefanya tathmini upi ama kauli hipi ya serikali kuhusu chanzo cha vurugu ni nini? Uh, uh, odemba Mheshimiwa Rais Dakta Samia Suluhu Hassan hmm, ameamua kuunda tume huru ya uchunguzi hmm, itakayofanya uchunguzi wa chanzo cha matukio yale hmm, na kushauri hmm, na hatua za kuchukuliwa. Hmm, sasa baada ya ripoti ume uh, serikali itajua ifanye nini mm -hmm. Baada ya hapo, lakini um, uh, ilikuwa ni vurugu zilizotokea siku ya uchaguzi kwenye baadhi ya maeneo kama nilivyosema mm -hmm. na siku chache baadaye mm -hmm lakini hivi ninavyozungumza, baada ya kama siku tatu hivi nadhani e, nchi ilikuwa imerejea katika utulivu mm -hmm. na mpaka hivi ninavyozungumza, nchi ni tulivu mm -hmm. hakuna vurugu zinapoendelea mahali popote mm -hmm. Watanzania wanaendelea na shughuli zao kama kawaida mm -hmm. na kila kitu kimerudi kwenye utaratibu wake. Maneno mbalimbali yalitolewa eh, kuhusiana na ghasia hizi. Wengine na viongozi walitoa kauli, wengine wakisema ya kwamba waliofanya fujo walikuwa ni vijana ambao walitoka nje ya Tanzania. Wengine yakisemwa kwamba ni watu waliolipwa kufanya eh, fujo eh, kwa ajili ya taifa hili. Kauli nyingine ya kwamba vijana walifuata mkumbo na wakujua nini walichokuwa wanafanya. Ni muda sasa eh, mmebaini sasa chanzo kuu ni nini hasa, ukizingatia kauli hizi ambazo eh, zilikuwa zikikinzana eh, watanzania wajue sasa chanzo kubwa ya vurugu na fujo zilizotokea Oktoba 29 ni nini, msemaji wa serikali? Tu, tuache tume wafanye kazi mm -hmm. Tukianza sasa hivi kusema mm -hmm. chanzo ni nini, tutakuwa tunaingilia uh, kazi ya tume mm -hmm. Lakini naelewa kwamba haya matukio yametokea kwenye jamii mm -hmm na watu wameona hmm. wakiwemo viongozi wameona. Kwa hiyo kutakuwa na watu ambao wangependa wa kueleza kile walichokiona hmm. uh, na taarifa ambazo tulizipata tangu awali hmm. uh, ni, ni, ni, ni kweli kwa kwanza, ni lazima ijulikane kwamba uh, ha, haujawahi kuwa utamaduni wa Watanzania kufanya yale yaliyotokea hiki hmm. uh, ni kitu kipya, hakuna mtu alikitegemea na kwa hiyo inatupa kazi sisi kama nchi sasa mm -hmm. Kujua hasa kilichotokea nini kwa kina mm -hmm. E, inawezekana kuna watu tumewakamata ambao sio, sio raia wa Tanzania mm -hmm. Pengine wamekuwa katika tuhuma hizo za kuhusika mm -hmm. Inawezekana tukaona vijana ambao sisi katika hali ya kawaida mm -hmm. hatutarajii wawe katika mkumbo wa vurugu zile kama ambavyo imezungumzwa mm -hmm. Lakini katika wakati huu nadhani ni vizuri kwa sababu tuna tume ambayo inafanya uchunguzi mm -hmm tusubiri tume itoe majibu yake ya uchunguzi. hmm. Halafu baada ya hapo tuta, tutaendelea kama ni hizi hisia zetu tulizo nazo hmm. E, na yale ambayo pengine vyombo mbalimbali vimeona watu wameona, kwa sababu ni mambo yametokea kwenye jamii hmm. E, tusubiri tume itakapokuja. Hivyo kwa wakati huu halibot. Serikali haina msimamo kuhusiana na nini kilikuwa ni chanzo amtajua amjajua chanzo rasmi ilikuwa ni nini. Se, serikali inataka <coughs> kutenda haki hmm. na kutenda haki kwa mujibu wa sheria zetu mm. kunampa mamlaka mheshimiwa rais kuunda chombo mm. kitakachofanya uchunguzi kuliko hiyo ndio mm. hicho ambacho mm. mheshimiwa rais ameamua kukifanya, mm. badala ya kwenda kwa, kwa maono tu ya tunavyoona serikali na vyombo mm. vyetu, basi tu tuna chombo cha kwetu cha ndani ya nchi kitakachokuwa huru, kitakusanya taarifa zote, kitafuatilia kwa takwimu. Ndio maana unakuta hapa hata kutoa takwimu wakati mwingine inatupa mtihani, kwa sababu tungependa chombo hiki ili kitoe taarifa kitoe taarifa. Serikali tutakapotoka mm. na msimamo tutoke msimamo, na msimamo unaotokana na taarifa ambazo zime. Lakini pia vilevile vile tulisikia kauli mbalimbali za viongozi wakidai ya kwamba maandamano yale ya Oktoba 29, yalifadhiliwa. Je, serikali inatofautisha vipi kati ya maandamano halali ya kikatiba na maandamano maanda yanayodaiwa kufadhiliwa na mataifa ya nje. Kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, maandamano yanaongozwa na sheria, na kwa mujibu wa sheria watu wanapotaka kuandamana wanatakiwa waende wakapate kibali, na mamlaka hayo yamepewa kwa mkuu wa polisi. Wanafanya hivyo maOCD, unakwenda unapewa kibali, kibali chako lazima kieleze maandamano hayo yanaratibiwa na nani. Hicho kilichotokea tarehe 29 kiliratibiwa na nani? Maandamano hayo ni lazima yaseme yataanzia wapi, yataishia wapi. Kulikuwa kuna hizo taarifa? Maandamano hayo lazima yaseme, wanaotaka kufanya maandamano wana ujumbe gani, na huo ujumbe uonekane na lengo la hii sheria, maanake wengi naona wameanza kulijadili hili katika mtazamo hasi. Lengo la hii sheria ni kwamba kama kweli mtu anataka kufanya maandamano ya amani, pia yapate usimamizi wa vyombo vyetu, ili wanaofanya hivyo wafanye kwa usalama na ujumbe wao upokelewe. Lakini <laughs> ni maandamano gani ambayo watu wanakusanyika wanaanza kuvamia maduka ya watu wanaanza kuchoma miundombinu, wanaanza kulipua vituo vya mafuta, wanalipua vituo vya polisi, na unajua kule kuna silaha, wanashambulia askari, wanakwenda kuharibu biashara za watu, wanafunga njia kwa mataili. Na sasa ndio maana nikasema, Odemba, ningetamani sana tusiingie sana kwenye hii mijadala kwa sababu tayari tuna tume hmm tume ambayo inachunguza mm -hmm. E, tuiache tume ikamilishe kazi yake. mm -hmm. ikishakamilisha kazi yake itatupa ripoti. mm -hmm. Serikali tutakuja kutoa msimamo wetu. Asilimia kubwa ya waliojitokeza kwenye hayo maandamano ni vijana, na vijana wanadai ya kwamba mimi eh... nitakukatisha Udemba. mm -hmm. hayakuwa maandamano mm -hmm unayahitaji. Kilichotokea zilikuwa ni fujo, ni vurugu. Waliojitokeza sasa kwa asilimia kubwa walikuwa ni vijana, na vijana wamekuwa wakisema ya kwamba